Nina kusalimu hau jambo. Leo nimekuandalia tena makala nzuri ambayo ninaamini itakusaidia katika maisha yako. Hii ni kwa ajili ya vijana ambao hawajaoa bado. Somo linasema dalili tatu, dalili tatu uko tayari kuoa. Siku moja nikiwa nafanya marital counseling, nikamuuliza swali bwana harusi mtajiwa, nikamwambia, kwa sababu tayari unaenda kuwa mume, ni kitu gani kikubwa unaweza ukamfanyia mke wako akafikiria kama sekunde tatu akaniambia, Pasta, ninaweza kumjengia nyumba, ninaweza kumnunulia gari nikipata nafasi. Nikamwambia sawa, nikamuuliza swali la pili, je, unaweza kumpatia moyo wako? Akaguna kidogo, alafu baadaye akaniambia, pasta, unamaanisha huu moyo huu wa nyama? Nikamwambia yeye, huo ndio moyo kaniambia, yaani niutoe nimpe? Nikamwambia yeye, kwani mwanadamu ana, ana mioyo mingapi? Kaniambia mmoja tu, kwa hiyo nikiutoa nakufa sema ee sema basi siwezi kudanganya kwa kweli huko sijafikia japo ninampenda sana mchumba wangu basi tukaendelea kuhamasishana na kueleweshana vizuri mpaka tukafikia hitimisho zuri na leo sasa nimetamani kukwambia kabla haujaoa kijana hakikisha umekomaa mwili nafsi na roho dalili tatu uko tayari sasa kuoa dalili namba moja Uwe tayari kumsamehe mke wako akichiti. Hii inapima uwezo wako wa kutofautisha dhambi na mdhambi. Dalili namba mbili, uwe tayari kumsamehe mke wako akizaa nje ya ndoa, na uwe tayari kumlea mtoto huyo anayezaliwa kama mtoto wako wa kibayolojia. Dalili namba tatu, uwe tayari kufa kwa ajili ya mke wako. Uwe tayari kutoa uhai wako kwa ajili ya mke wako. Ninyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akawa tayari akajitoa kwa ajili yake. Maana yake akajitoa sadaka, akafa kwa ajili ya mke wake kanisa. Na ndipo ninakuambia kwamba ndoa ni safari ya neema inahitaji moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Ndoa msingi wake ni neema, uwezo wa kumpatia zawadi asiye stahili. Unatakiwa sasa ufikie kiwango ambacho, wakati huo, mke wako figo zake mbili zimefeli na wewe una figo moja tu nzima sasa uwe tayari kutoa figo yako umpatie mke wako, ili wewe ufe, yeye aishi. Huo ndio upendo wa Kristo aliofanya kwa ajili yetu, na zaidi ya hapo, kwa sababu Kristo yeye alimpenda adui yake, akafa kwa ajili ya adui yake sasa si ni afadhali wewe ambaye unakufa ili mke wako aishi, unakufa kwa ajili ya mke wako ambaye unampenda? Mtu mwema, ilikuwa ni ngumu sana kufa kwa ajili ya adui, lakini Kristo alikufa kwa ajili ya adui zake. Sasa ninaamini, sasa umeelewa ndoa ni nini, na sasa kwa sababu tayari dalili hizo unazo, karibu kwenye ndoa, lakini hakikisha unaingia kwenye ndoa ambayo msingi wake ni neema. Mungu akubariki. Karibu chamani.